CSSp kuzaliwa. Padre Daniel Morris Macha alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1949, katika kijiji cha Kiruavunjo Moshi, wazazi wake wakiwa ni marehemu Mzee Morris Paul Macha na Mama Monica Morris Macha. Yeye ni mtoto wa nne miongoni mwa watoto saba wawili wakiwa wa kiume na watano wakiwa wa kike, na yeye akiwa mtoto wa kwanza wa kiume katika familia. Ubatizo. Padre Daniel alibatizwa tarehe 20 Julai mwaka 1949 katika parokia ya Kiruavunjo, Moshi na baadaye kupata sakramenti za kipaimara na ekaristi takatifu. Elimu. Padre Daniel alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Kirua kuanzia mwaka 1959 hadi mwaka 1966 na, na, na kisha akaendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Umbwe iliyokuwa inamilikiwa na shirika la Roho Mtakatifu yani, Holy Ghost Fathers kuanzia mwaka 1967 na kuhitimu mwaka 1970. Maisha ya utawa na upadri. Mwaka 1971 alijiunga na seminari kuu ya Mtakatifu Thomas Aquinas iliyopo Nairobi, Kenya kwa masomo ya falsafa na kuhitimu mwaka 1972. Mnamo tarehe 1 Januari mwaka 1973, Padri Daniel alipokelewa kwenye nyumba ya malezi Usariva kwa mwaka wa novisiati, na ilipofika tarehe tatu Januari mwaka 1974 aliweka nadhiri za kwanza. Aliendelea na masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Kipalapala Tabora kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1977, na aliweka nadhiri za daima mwaka 1976. Padri Daniel alipata daraja takatifu ya ushemasi tarehe 24 mwezi wa sita mwaka 1976 na hatimaye upadirisho mnamo tarehe 14 Julai mwaka 1977 katika parokia Mtakatifu Karol Lwanga Usariva Arusha. Utume, baada ya upadirisho Padre Daniel Macha. Alipangiwa utume wa kwanza nchini Zambia ambako alihudumu huko Sesheke katika jimbo la Livingstone hadi mwaka 1983, kisha akateuliwa kuwa mkuu wa kwanza Mwafrika wa shirika kanda ya Afrika Mashariki na akahudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 1983 hadi mwaka 1990. Mwaka 1990 alianza masomo maalum ya taaluma ya kiroho katika chuo kikuu cha Duken Pittsburgh nchini Marekani na kuhitimu shahada ya uzamili mwaka 1992. Tarehe 6 Julai mwaka 1992 aliteuliwa kuwa mlezi wa wanovisi kanda ya Afrika Mashariki huko Magamba Lushoto, Tanga. Mwaka 1986 Padre Daniel alichaguliwa tena kuwa mkuu wa shirika kanda ya Afrika Mashariki, jukumu alilolitekeleza kwa uaminifu hadi kukamilika kwa kipindi chake mwaka 1999. Baadaye aliteuliwa kuwa paroko wa parokia ya Monduli Chini, jimbo kuu katoliki la Arusha. Mnamo mwaka 2003 Padre Daniel aliteuliwa kuwa kaimu mkuu wa shule ya sekondari ya kilimo ya Mtakatifu Rufino na Renaldo huko Kasumo Jimbo la Kigoma. Ilipofika tarehe moja Novemba 2004, aliteuliwa kuwa msimamizi wa fedha katika shule hiyo. Mnamo tarehe 25 Aprili 2005, aliteuliwa na kupangwa kuwa paroko wa parokia ya Bikira Maria Modeko Jimbo Katoliki Morogoro. Tarehe 22 Disemba 2023 alipokea utume wa muda katika parokia Mtakatifu Agustino Salasala, na baadaye mnamo mwaka 2015 akateuliwa kuwa paroko wa parokia Mtakatifu Dominiko Mbezi Juu Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Maradhi na kifo. Mwaka 2019, Padre Daniel Morris Macha aligunduliwa kupata kiharusi na baadaye kugundulika kuwa na saratani, magonjwa ambayo yalimpelekea kuugua kwa muda mrefu na kutibiwa katika hospitali mbalimbali. Ilipofika siku ya Jumatano, tarehe 4 Februari 2026, majira ya saa tatu usiku aliaga dunia katika hospitali ya Aga Khan, Dar es Salaam. Shukrani tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Padre Daniel Morris Macha. Shukrani za dhati ziwafikie madaktari na wauguzi wote wa hospitali ya Rabinisia Muhimbili na Aga Khan zote za Dar es Salaam. Shukrani za dhati pia kwa uongozi wa shirika la Roho Mtakatifu kanda ya Tanzania, kiongozwa na Provincial Padre Florentine Malia na wanashirika wenzake wa kufuatilia na kugharamia matibabu ya mpendwa wetu Padre Daniel. Tunamshukuru sana Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruaichi OFMCap na Askofu Msaidizi Mwashamu Henry Mchamungu kwa kumpokea Padre Daniel hapa jimboni, kumpa utume na kwa ukarimu na upendo wao kwake. Kwa namna ya pekee, shukrani zifike kwa kamati tendaji na kwa wanaparokia wote wa Parokia ya Mtakatifu Dominiko Mbezi Juu na Parokia ya Mtakatifu Monika Mbezi Manyema, wakiongozwa na paroko Padre Daniel Kilala na msaidizi wake Padre Liberatus Mapendo kwa kujitahidi sana kumtunza Padri Daniel Macha kwa kipindi chote cha ugonjwa wake. Shukrani pia kwa wale wote waliomuuguza kwa karibu sana ambao ni ndugu Julius Macha, George Constantino, Joseph Semali, Charles Fidelis, Tekla Yohane, Getruda Sixtus Ngwenga na dreva wake Dismas e, Mtui. Mungu awabariki sana. Shukrani ziwafikie wote wenye mapenzi mema. Wa, wale waliomtembelea Padre Daniel Macha mara kwa mara na kumtia moyo kwa kipindi chote cha ugonjwa wake. Tutamkumbuka Padre Daniel daima katika karama zake zifuatazo. Moja, alipenda sana watoto. Mara nyingi aliambatana nao kwenye matamasha na makongamano mbalimbali mbali. Pili, alikuwa kiunganishi cha watu wote, wakubwa kwa wadogo. Tatu, tutamkumbuka kwa upole wake ulioambatana na unyenyekevu mkubwa. Nne, ukarimu wake ulioandamana na majitoleo kwa watu wote maana hakusita kumsaidia yoyote mwenye shida. Tano. Hekima na busara katika maamuzi aliyoonyesha katika kutatua migogoro. Sita. Alikuwa mpambanaji, hakukata tamaa hata mara moja katika ugonjwa wake. Aliamini kwamba ipo siku atapona na atarudi katika utume. Kwa kweli tumeondokewa na mzee muungwana Mkarimu, mwenye imani kubwa, kapambana na kuteseka kwa muda mrefu katika ugonjwa wake. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.